Hali ya kawaida imeanza kurejea nchini Tanzania, serikali ya taifa hilo ikirejesha huduma za mtandao japo kwa masharti. Wakazi wa Tanzania wameagizwa kutochapisha picha yoyote inayoweza kuleta taharuki miongoni mwa raia, huku kafyu iliyowekwa wakati wa uchaguzi ikianza kuondolewa kwa awamu. Na kama anavyo arifu mwanahabari wetu Emmanuel to, ripoti ya waangalizi wa uchaguzi wa SADAK imeeleza kwamba kuna uwezekano wa wizi wa kura. Wakilita, tukosea, tukombo, tukombo. Dakika chache baada ya kuapishwa kwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, mitandao ya kijamii ilirejeshwa tena Tanzania baada ya siku tano ya kiza cha mawasiliano. Hata hivyo uhuru huo haukurudi bila ya masharti. Watumizi wote wa simu za rununu wakitumia ujumbe huu na mamlaka ya polisi unaosema nikinukuu, epuka kusambaza picha au video za taharuki au kutwaza utu wa mtu. Kufanya hivyo ni kosa la jinai na ukibainika, hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Baadhi ya picha na video za watu ambao wanadaiwa kupigwa risasi na kuuawa zimekuwa zikienea mitandaoni, chama cha upinzani Chadema kikidai watu hawa waliuliwa na polisi. <coughs> anajiri huku makataya kutoka nje katika baadhi ya miji nchini humo ikitolewa hali ya kawaida ikianza kurejea. Hata hivyo, idara ya uchukuzi nchini humo ilitangaza kufutiliwa mbali kwa safari za mabasi ya mwendo kasi baada ya uharibifu wa maandamano. Tunasitisha mara moja, jambo la kwanza, ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia yameharibiwa na kwa mantiki hiyo, inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Haya kijiri jopo la waangalizi wa uchaguzi kutoka muungano wa jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika SADC, likisema walitishiwa na kuhangaishwa na maafisa wa usalama wa nchi hiyo. Kundi hilo pia lilieleza visa ambavyo baadhi ya masanduku ya kupigia kura yalifikishwa yakiwa na makaratasi tayari, ikionyesha uwezekano wa wizi wa kura. Makundi yote ya waangalizi yameshatoa taarifa za awali, na tunawashukuru kwa kuwa nasi na kwa heshima kubwa tumepokea maoni yao. Emmanuel, to runinga ya Citizen.